Jezi ya watu wote, haijalishi ni Muislamu au ni Mkristo. Ni maneno ya mdau wa soka kutokea hapa Tanzania, ambapo ameweza kufunguka mambo mengi baada ya vilabu vya Kariakoo Simba pamoja na Yanga kuweza kutambulisha jezi zao za kimataifa, ambapo kwa upande wa Yanga wao wameweza kutambulisha jezi mpya ambayo ina mwonekano mpya, lakini e, ina mtindo mpya, huku Simba wenyewe wakiwa wametambulisha jezi ambayo walitambulisha e, wal, walitambulisha kuelekea kwenye msimu mpya na ambao walikuwa wanatumia kwenye ligi ya yani NBC Premier League, ila walichobadilisha ni logo tu. Kwa mjibu wa mdau anadai kwamba kingine cha muhimu sana hapa ambayo Joeli eh, Joe Uwe gasila anapaswa kupongezwa ni kwenda na wakati yani wamebandika updated logo ya kafu ya sasa kitu ambacho wapinzani wao yanga hawajakifanya kwani wamebandika logo ya zamani cha pili jeruti pia kwenye jezi hii mpya amewazingatia wale mashabiki ambao walishindwa kuvaa jezi za ligi kwa sababu ya mambo ya kiimani kama vile pombe ambayo ni pizna. Yani pizna kwa kwa wengi ambao Waislamu na Wakristu nafahamia kwamba ni pombe, hivyo kwenye jezi hiyo haina. Lakini kitu kingine kulikuwa na kamari, yani yule mdhamini mkuu wa timu hiyo ambaye ni Betway. Mfano rais wa klabu E, wa, wa, wa, wa klabu mo jezi yake haikuwa na mdhamini mkuu, lakini jezi kama hii naamini atavaa kwa sababu hatangazi pombe wala kamari. Kwa kifupi hii jezi ni ya watu wote, haijalishi ni Muislamu au ni Mkristo. Simba imeonyesha utofauti mkubwa sana, mtu akisema tumpongeze. Ni maneno ya huyo mdao, wakati akiwa ana anatoa utofauti uliopo kati ya jezi hizi kwa kudai kwamba jezi ya Simba sasa inaweza kuvaliwa na mtu yoyote. Ikumbuke kwamba kuna baadhi ya dini ambazo aga haziwezi kuvaa matangazo au hazi, hazi dini zao haziwaruhusu kuweza kuingia kwenye masuala kama ya pombe, lakini pia matangazo ambayo ni kamari. Yani kwa kifupi, dini yake inakuwa hairuhusu kamari, ambapo timu nyingi unakuta mdhamini wao ni wale wanao eh, wanaoendesha masuala ya kamari yani kubeti, ambapo Simba ni beti ni Betway na Yanga ni Sportpesa.